Tukianza kwanza kwa kumwabudu huyo Kristo wa Ekaristi ambaye tulipenda kwa muda wote huu, atusindikize awe nasi, nasi tumfuate kama ilivyo kawaida, na tukipenda atuimarishe katika imani hiyo kwake, kwa Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu na hivyo tuendelee kuzifanya hizo kazi ambazo tumependa kwamba nasi kwa nguvu zetu kwa akili zetu kwa utashi wetu na kwa upendo wetu. Yote haya mali yeye mwenyewe anatupatia, tushiriki katika kujenga ufalme wake, na tumesha shiriki na tunaendelea kushiriki, lakini tunapenda tuendelee kuifanya hiyo kazi ambayo ametukabidhi, tukitaka kwamba nasi tutajwe kuwa kama hao ambao wanatajwa leo, na tuwe sehemu ya hao ambao wanaitwa waendi sasa wakaumiliki na wakakae katika ufalme wa Mungu ambao utakuja kutuletea sasa furaha na raha isiyo na mwisho. Ni raha ya milele, ni raha ambayo inasemwa vizuri sana, raha yenye heri. Na watakao shiriki huko ni hao wanaokuwa na heri. Wamekuwa na heri kwa sababu wamefanya hayo ambayo tumeyasikia. Sitapenda kuyasema yote, lakini nitapenda tu nichukue baadhi ya vitu ambavyo naamini nasi vinatusaidia na vimekuwa vikitusaidia, ili tukue tukielekea katika hilo ambalo kwa kweli ndio lengo na sababu ya Mungu kutufanya tuwe hapa, atuumba tumpende, tumjue, tumtumikie na baadaye tujaokaa naye katika huo ufalme wake usio na mwisho katika umilele. Na watakaokaa kaa kwa umilele mkuu, ni yao, ni hao wanaokuwa na hizo heri na waofanya hayo ambayo ni ya heri. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tuliyosikia kutoka katika kitabu cha Sofonia, ni wazi kabisa kuna muunganiko uliopo hapo kati ya yale aliyosema huko pamoja na yale yanayosema katika hizo heri kwenye injili hiyo ya Mathayo, katika mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenye hotuba yake hiyo ya mlimani, lakini ambayo baadaye huyo Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto anakuja sasa kuyaonyesha wazi kabisa kwamba ni Kristo to ni kwa yeye tu, huyo Kristo amenji aliyaonyesha namna ya pekee hayo hizo heri zote anazozitani ambazo zinaunganishwa somo la kwanza na sehemu ya injili, kwamba yote yamekamilika katika yeye huyo Bwana na katika mwana huyo nasi tunaweza tukayafanya kama yeye Mungu mwenyewe anavyotaka. La kwanza ambayo ningependa ili zungumzie na tulione na tusisitize daima nilo la huo umaskini wa unyonge ambao unaelezwa vizuri sana. Umasikini ambao unakufanya wewe ujitambue au natufanya sisi tujitambue kwamba sisi tupo hapa lakini kuna mengi ambayo tunayakosa. tu maskini, unaweza ukafikiri kwamba wewe unavyo vitu, ukafikiri kwamba unazo nguvu na akili, ukafikiri kwamba wewe unamhitaji huyo mwenzako, unazo mali lakini bado umaskini utakosa mengi sana. Wangapi tunawafahamu tunawajua, ni matajiri, wana nguvu, wanaweza wakawavuta wengi wakaleta kwao, lakini yote hayo yakaa kwa muda tu, na baada ya hapo yanakwisha, na baada ya hapo wanasambaratika, na baada ya hapo hata majina yao wengine yanasahaulika. Umaskini huo ambao tunapenda tusisitize na umesisitizwa katika masomo hayo tunayoyasikia, ndio hao wanyonge maskini hao, ambao Mungu anawaweka, lakini katika unyonge wao wanakuja kuwa ni wakubwa. Ndio hao ambao wanaonekana hawafai. Kristo mwenyewe huyo aliyekuja akiwa mnyonge na baadaye akaja kuonekana hafai na akaishia katika hayo mauti ya msalaba. Lakini kwa hayo aliyoyafanya bado akaja kutukuka, na ndio huyo anayetufanya tu hapa sote, na bado tunamfuata. Mabilioni bilioni ya watu wako wanamfuata huyo, na nataka awafanye wao matajiri, ao wanaojitambua kwamba wao ni maskini na wanamtafuta wakitaka siku moja na wao waingizwe katika orodha hiyo ya hao wenye heri anapenda abaki pamoja naye milele yote. Najitambua niko maskini, najitambua ni mnyonge ao vyote, nitaanza kumtafuta sasa yule atakayokuja kunifanya mimi niwe tajiri. Kwa hapo tunasema kwamba ni umaskini wa roho, kwa sababu unanipa nguvu, unaniweka una katika una ile hali ya sasa kutafuta huo utajiri, kutafuta hiyo nguvu ambayo itakuwa ni nguvu yenye uwezo na uwezo ambao hauwezi ukaangushwa uwezo, uka uwezo ambao huwezi ukatolewa na mtu yoyote. Kumbe namtafuta sasa huyo ambaye sisi tunamfahamu ni Mungu wetu ambaye amefunuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa akili yangu yote, kwa roho yangu, kwa moyo wangu wote na kwa nguvu zangu zote napenda nimtafute na nimpate huyo na niwe naye na yeye aje kuniletea hiyo furaha. io hao maskini wa roho wanaokuwa na nguvu watatajwa sasa katika sifa zao hizo wanaokuwa nazo, hiyo ya kwanza ya kumtambua Mungu, ni sifa ya pekee kabisa ambayo inabidi sote tuwe nayo sisi ambao tumeamua kumfuata, tukijua kwamba sisi tukaachwa hivyo kama tulivyo, hatuwezi chochote tunabaki katika umasikini wetu, lakini tukawa na nguvu hiyo ya kumtafuta yeye, hakika hiyo nguvu tutaipata na hivyo tutakuja kuzipata hizo furaha. Ni hao maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ndugu zangu, sasa tunapoingia kwenye injili hiyo ya Mathayo katika hotuba hiyo ya mlimani, ndio anakuja kuyataja hayo ya hao ambao wamejitambua walivyo na unatambua kwamba nafanya sasa washiriki katika kuyafanya yale ambayo ndiyo atakuja kutengeneza huo ufalme wa Mungu. Na huo ufalme wa Mungu tusiusubiri huko mbinguni tunakofahamu kwamba tutakwenda siku moja, tuanze kuona hapa, tuanze kuonja hapa huo ufalme wa Mungu, kama ni hiyo haki, hao ambao wanapata heri, walio na kiu na njaa njaa na kiu ya haki, hao watauona huo ufalme wa Mungu. Kama ni hao wapatanishi, haya yanayotajwa sasa, nao hapo wako wanaleta hizo hizo heri ambazo zitawafanya sasa washirikishwe na wastahili kuingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu wameutengeneza hapa hapa, wakiwa hapa hapa, hao ambao ni wapatanishi ndio ambao wanapenda haki hao wanaoumia, wenye huzuni, wakayaona haya yanayotendeka, wakawa tayari kusema hapana. Basi hao wote wako wana ujinga huo ufalme wa Mungu, na ufalme wa Mungu ambao utakuja kukamilika watakapokuja kwa sasa kumwona yeye jinsi alivyo, sasa atakaribisha wao waliyafanya hayo ambayo yeye alitaka yafanyike hayo ambayo Kristo mwanaye ameyafundisha, ndio haya ya mlimani, na sasa wanakuja kustahirishwa kushiriki katika ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, yote yanayosema bila kuyarudia, labda tusisitize tu kwamba tunaitwa tusiwe na aibu na uoga, tukifikiri kwamba labda watatuona vibaya kama tunayafanya haya ambayo Mungu wetu mwenyewe anataka tuyafanye. Hakuna woga, hakuna aibu, ni ushindi kama tuyafanya kama Kristo mwenyewe ambaye alishinda pamoja na kushushwa kutoka msalabani baada ya kifo chake, lakini ushindi aliyokuwa nao. Watakutemea mate, watakutizama huku waovyo, lakini mbele za Mungu wewe umeshinda. Haya anayotukumbusha leo Mtume Paulo katika waraka wake huo mwanja akwale wadogo ambao walionekana wameshindwa, lakini hao wameshindwa. Ni hali ambayo sisi tunaishi nayo katika ulimwengu huu. Nasikia kila sehemu, kama ni swala la haki au wanaopigania haki, wako hawachoki, na wanaendelea kupigania haki, na wengine wanapotezwa kwa sababu ya kupigania haki wanaumizwa kwa sababu ya kupigania haki, wanafukuzwa kutoka katika maeneo fulani fulani kwa sababu ya kupigania haki. Ni hali ambayo tunayo katika maisha yetu ya kila siku, ni vitu ambavyo vinaumiza, lakini sasa tufanye nini? Kwa hivyo leo tunaitwa tujiulize kama kweli sisi ni kati ya hao watu ambao wana njaa na kiu ya haki, ni hao watu ambao wanahuzunika kwa sababu ya hayo mabaya wanayoyaona na yapo, kama ni swala la tofauti zilizopo katika maisha yetu hayo, hao walio maskini ambao hawajui hata hivyo vitu wanavyokuwa navyo waviweke wake matajiri hawa matajiri ambao hawajui vitu waviweke watu au mali yao wanaokuwa nayo waiweke wapi. Tofauti zinazokuweka na hao ambao hawana chochote, hawana chochote. Ni ulimwengu humo ambamo tunaishi leo. Maandiko matakatifu tuliwasikia una alikuwa tujiulize, kila mmoja jipe muda, nishaomba mara nyingi, yasome hayo maandiko matakatifu kwa tukayatafakari, ya tuba ya mlimani, hizo heri tisa tangu ya kwanza mpaka hiyo ya mwisho. Heri wewe unayouziwa, lakini kwa sababu ya haki, usiogope, furahi tu, kwa sababu huyo ambaye nampigania huyu ambaye wewe unaona ndie, yeye atakayekupatia utajiri usio na mwisho, yu pamoja nawe mpaka mwisho. Napenda nichukue fursa hii kwa shukuru nyote waamini kwa parokia hii ya hapa ya Familia Takatifu kwa yote ambayo mmeyafanya na bado uko mnayafanya mpaka sasa, ambayo hayo yanaonyesha kutafuta huo utajiri ambao, utajiri ulio wa kweli, utajiri ambao ni Mungu mwenyewe atatupatia, ambayo unafanya nyinyi mjitambue na muamue myache yale ambayo yameliwafunga yakawafanya ba katika umaskini wenu na banda yake mkayafuata yale ambayo atakuja kuyaleta katika utajiri huo usio na mwisho. Na mko unayafanya, utasikia baadaye katika taarifa itakayosoma kwetu, na nisingependa niyaseme mimi, lakini hayo mambo ambayo mko mnayafanya, ambayo utajiri mko mnautafuta, utajiri wa kimungu utakao watoa katika uo wa masikini utakaotutoa katika uo masikini kwa sababu tumetambua sisi tukiwa maskini wa, wa roho tutakuja kupata ku, huo utajiri wa kimungu ambao utatuletea furaha isiyo na mwisho. Na ndio hiyo furaha inayotuleta hapa na itaendelea kutuunganisha pamoja. Nataendelea kumtukuza Mwenyezi Mungu, nataendelea kujitolea kwake kulijenga kanisa lake kiroho na kimwili na tashiriki kamilifu, ili kwamba hizo heri ambazo tumezisikia leo basi, ni sisi wenyewe ambao atakuja kuzileta hapa. Na baada ya kwa heri hizo, Mungu atatuita, Mungu atatupeleka kwake, na Mungu atatukimia hicho ambacho yeye anataka tukipate cha kutuingiza katika ufalme usio na mwisho, ndio utukufu